Waziri Mkuu wa Italia, Giorgia Meloni amepeleka meli ya kivita ya Italia, Fasan, ili kulinda raia wa Italia walioko kwenye flotilla, ikiwa ni pamoja na wabunge wanne wa Italia. Pamoja na kupeleka meli ya kivita Meloni amesema hakukuwa na haja ya kuhatarisha usalama wa watu kwa kuingia kwenye eneo la vita kwa malengo ya kupeleka misaada ambayo serikali ya Italia ingeweza kuipeleka kwa haraka kupitia njia salama zaidi. Flotilla inamaanisha msururu wa meli zinazolenga kupeleka misaada ya kibinadamu katika eneo lililozingirwa au lenye mgogoro. Waziri wa Ulinzi Guido Creseto amesisitiza kuwa meli hiyo haitatumia nguvu za kijeshi bali ina jukumu la kulinda usalama wa raia wa Italia na kutoa msaada wa dharura ikiwa utahitajika. Aidha, Waziri Mkuu Meloni amependekeza misaada hiyo ipelekwe kwa usalama kupitia Cyprus chini ya uangalizi wa Patriaki wa Kilatini wa Yerusalemu badala ya kujaribu kuvunja vizuizi vya Israel moja kwa moja. Pendekezo hilo limeungwa mkono na serikali ya Italia, Cyprus na Israel na inatarajiwa kujibiwa na waandaji wa flotila. Katika hatua nyingine, baadhi ya vyama vya upinzani nchini Italia vimeikosoa vikali serikali ya nchi hiyo kwa kuunga mkono msimamo wa Israel na kupuuza juhudi za kiraia za kutoa misaada Gaza, ikiwemo kiongozi wa chama cha kidemokrasia cha Italia,